Tuna mambo mawili tu leo katika ibada yetu. La kwanza ni Mungu, la pili yeah. Sijakusikia. <laughs> La kwanza ni Mungu, la pili haleluya! Hapa nani ametelekezwa na mume? aliyetelekezwa na mume, ebu simama simama tu nikuone, kama umetelekezwa na mume simama tu nikuone. Kumekuja e? Ebu njoo wewe, umetelekezwa na mume nini? umetelekezwa na mume? Ndio. umetelekezwa na mume ndio. kakutelekeza lini? tulikuwa tunaishi vizuri, alipata kazi Tanga, akapata kazi Tanga e, alipata kazi Tanga, alipoenda Tanga, Tanga ndo chanzo cha matatizo. nilipata changamoto sana yaani e, nilipata changamoto sana. kwa hiyo yuko Tanga mpaka leo? Tanga, nilimwambia Mungu Naomba umtoe Tanga kwa sababu. Yaani, ulimwombea Mungu e, ya Tanga ndo alikuwa amepata kazi e, e. Baada ya kumwambia Mungu amtoe Tanga, Mungu akafanyaje, baada ya kunitelekeza e. Mungu na yeye alimfukuza kazini kwa sababu, wakati Mungu alimfukuza hiyo kazi. Kwa kwa kazi. hana kazi. Ana angaika, angaika. Tanga alitoka, Mungu alisikia kilio changu kwa sababu nilisema hao. Mungu alisikia kilio changu e, Mungu yani nilimwambia Mungu, Mungu Tanga toe kwa ameweka giza hmm. Naomba umpeleke sehemu yoyote huku, hawezi kuja kwa sababu haoni hata familia. Ni kweli niliomba sana nikiwa ndani na kwenye zebu langu niliomba sana na kulia, baada ya siku tatu siku ya nne eh, mwanamke alipiga simu, mume wako ameniacha kwenye chumba. Ameenda wapi? Singida. Nikamwambia, kwa hiyo kule Tanga alipata mwanamke mwingine, yaani sio mmoja. Kila mwanamke akimpata ananipigia simu. au mpati mimi namwambia hivi kama nyinyi. Kwa hiyo wanawake wa Tanga ndio walikuwa wanakupigia simu? wananipigia mimi kwenye simu wanakuambiaje? Wananiambia hivi, wewe hautompata mwanaume wako wewe, mm -hmm, si mtu wa Dodoma. Wananiambiaje? wewe ni mtu wa Dodoma, kwenu maji ya chumvi, kwetu tunatumia hiliki eh -eh. Mimi nikawajibu hivi. Wanakwambia wewe kwa, ni mtu wa Dodoma eh -eh. Kwenu mnatumia maji ya chumvi, kwetu ni hiliki na mdalasini na tangawizi eh -eh. Mimi niliwajibu sitowajibu, ila Mungu atawajibu, kwa sababu wanakwambia wao kwenu maji ya chumvi Dodoma kule wanatumia dalasini iliki, wanamwogesha. Mimi sijawahi kumwogesha, na sijawahi. Wewe hujawahi kumwogesha hata siku moja? Kwa nini? Kwa sababu Mungu alinipa yule mwanaume. Kwa hiyo kama Mungu alinipa ndo takiwi kama kama kumwogesha Sio kwa maji ya iliki tangawizi, yani kwa maneno, kwa hiyo wewe maji yako unamwogesha kawaida, au wewe unamwogesha na maneno eh? Kaenda una na kuogeshwa na maji ya risi alafu na maneno juu, uende kazini upate pesa, tunadaiwa kodi tulipo. Na kweli, nikisha tamka, akienda kazini ana fight mm. Lakini alivyonisaliti nikamwambia, amekuacha na watoto wangapi? Wa, aliniacha na watoto watatu na mimba changa, lakini Mungu ajabu. Kwa hiyo sasa hivi mimba changa ndo huyu mtoto e. Na hamjui mpaka wa leo hajamuona hivi e? Unaishi wapi sasa? Sasa hivi mimi nimepanga mlahati. Unalipa chumba shilingi ngapi? Ngapi? elfu thelathini na elfu thelathini na umeme elfu kumi Lakini umeshapata bwana? Bwana sina hata mmoja, ila naomba. Unaomba Mume niliyozaa naye ambaye huyu ni baba zai. Arudi, baba zai arudi, baba zai arudi. Unaomba baba zai arudi, arudi. Arudi kwa sababu nimezaa naye mwanaume mwingine. umezaa naye watoto wangapi? Nimezaa naye watoto wawili hmm. alafu alinikuta na watoto wawili wakiwa wadogo, kwa hiyo baba zai ndo alikuwa analea na wale watoto au wale, ba, ba, wale, wale watoto walikuwa kwa hey? baba zai, baba zai ndo aliowalea wale watoto, au mzigo ulimuelemea baba zai? Hapana, ni matatizo tu, ni, ni changamoto. Wanawake si unajua wanawake, e, wanawake. mwanaume akiwa na kazi nzuri hmm. wanafanya wanavyoweza lakini Mungu naye anaweza vile vile hmm. hey. kwa hiyo mpaka sasa hivi bado unamuhitaji baba zai huwa e, ananitafuta yeye hana simu ana daima. Alikuwa na kazi serikali lakini ile kazi alifukuzwa, kwa hiyo anafanya kazi na sijaambiwa na yeye, kaniambia mfanya kazi mwenzake simu hana, ana simu. Sasa yule mfanyakazi kazi mwenzie nikipiga simu block, yaani hasemi, kila nikipiga simu naomba eh. Niongee na badhai, watoto wanaumwa, hatuna hata mia. Yule leo nyumbani umeacha shilingi ngapi? Bee, nyumbani hata mia amna, tangu jana nilipokanyaga hapa hata ile shilingi sina. Na juzi mwenye nyumba kanidai kodi yake, nimemwambia mimi, nilichomjibu nikamwambia mama, mwachie Mungu kwa sababu Mungu ndo alionifanya. Unashughulika na nini? mbia. mimi kazi zangu huwa naokota makopo naokota makopo. E, lakini namwamini Mungu tu. Unaokota unaenda kuuza wapi? Naenda pale pale nyumbani kuna mkata na huyu mtoto. Unapokwenda kuokota makopo unamwacha na nani? Naenda naye, nitamwachia nani? bado mdogo, shule sina ada. Ana umri gani huyu? sasa hivi ana miaka miwili na miezi miwili. Kwa hiyo unamweka mgongoni E, afu naenda kuokota makopo e, na chupa zangu. kuna warabu wa wananiwekea nikienda pale nakusanya. unaenda kwa warabu, napata kilo ne, huwa wananiwekea kwa hiyo. Kwa siku zonu. kiuza chupa unapata shilingi ngapi? elfu tano elfu tano mda mwingine mda mwingine hata elfu mbili elfu moja mia tano, lakini namwambia Mungu we, namba unisaidia nanisaidia watu nakuta, wananipigia sana. na watoto wengine watatu wako wapi? Ninao. wako wapi leo? mewaacha nyumbani, wameenda kanisani kwenye zebu letu Mm. ko unataka, unataka Mungu akutendee la kwanza, baba zaye arudi. La pili mm -hmm. Cha kwanza nataka Mungu anitendee mume wangu wa arudi. Mume wako wa arudi, chapiimatatizo tu ambayo yamemkuta. Cha pili nataka Mungu aninulie wa wasaidizi wa hatima wanisaidie, hata nipate kujenga, kwa sababu nataka kujenga nyumba eh, na watoto kwa sababu mimi sijasoma, mimi sina elimu mm. mimi sina kipaji cha kazi aina yoyote mm. na ninazeeka, hawa watoto wataishi maisha gani? Una umri wa miaka mingapi? Mimi na miaka thelathini na tatu. Mwanao wa kwanza ana umri gani? Ana miaka kumi na eh. kumi na saba kumi na saba Sasa hivi uko form mm. mwanangu wa pili. Kwa hiyo ukitaka angalau ufanye biashara ya kuanza naye, sawa. Unataka mtaji wa kiasi gani? mimi biashara biashara, nifanye biashara mtaji, kama mtaji pamoja na mahitaji ya pale nyumbani, kama laki tano. Laki tano pamoja na yani mahitaji ya watoto nini nini na mtaji na yote <laughs> Jamani, amesema anataka nini? Laki tano. Baba Zai, uko uliko, tunakuita. Nampenda sana. Unampenda sana. Kwa sababu gani? Haujakasirika, upate utafute mwingine. Mungu hataki, kila nikisimama, kuna mwingine, Mungu anakataa. Nina wengine wakikujia, unawakataa, siwataki hata kuwasikia, unamtaka baba zai. Na tangu nimeachana naye ikanipa mimba, huyo mtoto, ndio ukweli nasema. Nipo kwenye madhabahu, sijawahi kutembea na mwanaume wa aina yote, na nikimwambia Mungu naomba mume sahihi, hebu nionyeshe mume wangu sahihi ni nani, analetewa na picha yake. Nimwaze nisimwaze, picha yake inanijia, hata nikiwa kanisani nashindwa kuelewa. Picha ya baba zaidi ndio inayopiga mimi, naletewa picha yake jinsi alivyo vile vile, na kama hana mwanamke pia, sauti naisikia, jimbo lipo wazi. Na kama ana mwanamke eh, anaishi eh, naye eh, yani kama unasikia jimbo liko. Mimi naambiwa jimbo liko wazi, tulia. jimbo liko wazi macho. jimbo la nani sasa? Yeye kumbe yeye ndo jimbo yeye anatoa taarifa. halina halina mbunge eh, eh. Kwa sababu kama kweli umeokoka, Mungu anakuletea sauti zake na majibu eh. mm. eh, Mungu amekuwa akikusemesha eh, amba eh, jimbo la eh, babazai bado liko wazi eh, na Mungu ananiambia kwamba wewe sasa hivi machozi umepangusa, Mungu ananiambia kwamba nimesha kujibu. ukipata laki tano leo unakwenda kufanya nini? Nikipata laki tano leo, cha kwanza naenda kumpa mama pesa yake. shilingi ngapi ana kudai? pesa yake ya kodi ni laki mbili, miezi sita na elfu kumi nitalipa na umeme elfu kumi Kwa hiyo mm. laki mbili na ishirini mm -hmm. inayobaki laki moja, nitanunua chakula ndani nitaweka, inayobaki nitafanya mtaji. mtaji wa biashara gani? na tishu tishu e, tishu za magari. unawauza barabarani e, kwenye Magomeni kwenye mwendo. nini Magomeni kwenye nini mataa? Mm. ulishawahi kufanya hiyo biashara e, nilishawahi kufanya. kwa nini ilifilisika? Yani nilizingirwa na maadui. Naelewa. lakini bado sikukata tama, hata nikiinuka, nilimwambia Mungu, utaninyanyua kwa njia nyingine. Nilipokusikiliza kwenye redio nikiwa nipo mkoani, mama alikuwa anaumwa, tulisikia kwenye redio na kisimu changu kidogo. Alikuwa... Dodoma kapona mama. Kwa maombi yako ya mama yako kapona, kwa maombi hapa eh, kwenye yani simu ndogo. Lakini mwambie mama kuwa na imani kama mimi mtoto wako, mama amepona, amepona. Alikuwa na umwa nini? Sasa hivi analima. Alianguka kiuno, kikawa akifanyi kazi, lakini sasa hivi kiuno kinafanya kazi eh. Alivyonipigia simu nikamwambia mama, sina nauli lakini nitapanda fuso, nikamwambia Mungu kesho. Kwa hiyo ulipanda fuso mpaka Dodoma? Mpaka Dodoma. Na watoto ulimwachia nani? Yupo jirani yangu, tunapendana sana. alinikopesha kama elfu ishirini ya kuachia. Umeshamrudishia? Ninayo hela, sijamrudisha lakini. mimi namwambia, wananijua kama uh, nimeokoka uh, uh, pale nitapata. Yani uta mtu ananifuata, dada, una chakula, pesa hii hapa. nina imani utapata. Na maoni yangu, kwani nikikupa laki tano unia... leo unatoka kwenye umaskini, utafanya biashara, utafanikiwa. hey, Mungu ataninyanyua, ninayo imani lakini Mungu aliniambia unipe laki sita. Eh. Mungu anakwambia nikupe laki sita? Kweli, nasema sauti <laughs> aki ya Mungu eh, Mungu amekwambia sanga sa. Kweli Mungu amekwambia sasa. Sasa sasa hivi hivi hivi kuongezea laki moja. Na Mungu alivyokwambia eh, mimi sidanganyi, ni kweli sidanganyi, eh. Jamani, anasema Mungu amemsemesha sasa hivi kwambaakistsaa Mungu amekusemesha sasa. Na yule aliyekwambia ni kwamba nikupe lakitano ulikuwa ni sasa hivi, huyu anayesema, inasema Ongezewa laki moja ongezewa laki moja E, kwa sababu utalipa kwenye kodi itapungua e. E, na Mungu ananiambia utapata kiwa si, kwamba umepiga mahesabu hapo, umeona laki tano itapungua. Hapana mama deni, baba, sijapata kibali cha utumishi mm. E, lakini ningepata kibali kutoka kwake mm. na siwezi kujiingiza kwenye utumishi mpaka kibali cha Mungu mm. E. kwa hiyo waambie watu Mungu anasemaje, nawaambia watu kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Jana nimeamka na furaha lakini sikujua ni kitu gani ambacho Mungu atanitendea. Cha kwanza ninashukuru sana kusikiliza redio. Naomba mwendelee kusikiliza sana redio. Sijui mnanisikia. Na Mungu ameniambia kwamba nije hapa kwa maana Mungu kamgusa mtumishi wa Mungu. Sijui mnanielewa? Kwa hiyo nimemwambia ni laki tano, lakini Mungu ameniambia mwambie kuongeze laki moja, akiwa kama mtumishi wa Mungu na yeye Mungu atamgusa. Mungu kasema au nimetunga? Kwa hiyo sikilizeni redio jamani, inasaidia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Sasa hivi ndo Mungu amekwambia mwambie kuongezea kuongeze laki moja, sikudanganyi, ni kweli. Sasa hivi sasa hivi sikupiti na Mungu anajibu na Mungu ananiambia tena, kesha jibu maombi yako wewe. shida tena basi yani naambia tena, yani baraka zake zinamiminika kwa mimi, baua hata wanangu hawatoteseka, wa tena wanao tena hawatoteseka, na nitamwambia Mungu anipe kibali. Sasa, baada ya kupata hii pesa, utaendelea kumuhitaji baba zaye, rudi yule nimezaa naye sito msaliti kwa sababu eti nimepata pesa. Hapana, sawa, itaendelea kumhitaji. Una bado unampenda? Nampenda, arudi tuje kanisani, aokoke. Hata kama Mwislamu, hata kama familia yake, sawa, lakini Mungu akigusa nafsi yake ataniambia mazae, nipeke kanisani. Kipindi niko naye alikuwa anaenda kanisani, kanisa letu TAG, alikuwa hmm. naenda sasa hapa atashindwaje? Na ana matatizo, hana kazi, hana kibarua. Nani atakayempa kazi zaidi ya Mungu? ni Amen. Mungu atakayempa, jamani, tumpe laki tano, tumpe laki sita eh? <laughs> mwanzoni alisema laki tano. Sasa hivi amesema laki, Mungu amemwambia sasa hivi. Yaani anasema hivi, Mungu ameniambia sasa hivi, ongeza laki moja. Eh? Apewe laki tano, laki sita? Wangapi wanasema laki tano, nione mikono yao juu? Wangapi wanasema apewe laki sita? Ah, ebu nipe hela hapo, tunafungua, tuna bunda la kwanza unafungua hizi hapa amen. Ebu ileo mikono yako juu, usema Bwana Yesu, baada ya wewe Mungu, maisha ni pesa. Baada ya Mungu maisha ni pesa. Tamka ukiwa umesimama, sema, baada ya Mungu maisha ni pesa, baada ya Mungu maisha ni pesa, baada ya Mungu maisha ni pesa baada ya Mungu maisha ni pesa. Kuanzia leo Mungu nipe pesa. Amen, amen, amen. Tunafungua tumalizane naye kabisa eh, tumalizane naye kabisa huyu mama anasema na watoto wangapi? Wanne. na anafanya kazi gani? Naokota makopo Baba baba zai yuko Tanga, na kwa kwailiki abdaingida yuko Singida. Tanga, ameshatoka Singida. Sasa hivi yuko yuko Singida, Singida, Tanga, Tanga alitoka eh. Eh, nako hawawezi, Mungu ndo kila kitu. Yesu ndo atarudi. Yaani nao imani, kwa sababu Mungu analeta picha yake anarudi na anafikiria

<laughs> Tumpe laki tano au tumpe laki sita, lakini nataka nijiulize, yule aliyesema mwanzoni alikuwa ni Mungu, alikuwa ni yeye na aliyesema mara <laughs> ya pili. Sauti ya kwanza imesema laki tano na akapiga mahesabu jinsi zinavyokwenda kutosha. Sauti ya pili imesema laki sita, bado unasema Mungu. Mungu amekwambiaje, unisaidie uniongezee laki moja? Mungu amekwambia kwamba nikuongezee laki moja yeah? wewe ni mtumishi wa Mungu yeah? Mungu atakwambia mwenyewe kwamba nikuongezee laki. Mungu mwenyewe atakugusa. Mimi siwezi kuongea tena, nishaongea tayari. Ah, shika hiyo mama. mani imetimia. Laki ngapi? laki ngapi mama? hii laki sita inakutosha? Biashara inanitosha na itaninyanyua sana, nitakuja kushuhudia. Nita inakutosha? sitopata shida tena au utapata shida tena? sitopata taabu. Naongea nimesimama kwenye madhabahu na Mungu ndo alio yaani, nimesikiliza redio na mimi mwenyewe nafsi yangu ikakubali, kwa hiyo sitoteseka tena Mtaji wangu, uta, mtaji wangu utanyanyuka na nitainuka na utainuka na nitainuka, lakini nawaombeni, japo leo baba anagawa pesa, nawaomba msiende kupeleka kwa waganga. Kuna wengine wanatabia ya kufunga asifanikiwe. naomba naomba msifanye kitu kama hicho, zipo hizo tabia. Kuna mtu unampa pesa anafunga anavyojua yeye, utajia mwenyewe. Kafanyeni okay. Kama biashara kazi ni hivyo, pokea okay, mama, asante. Asante. Mungu akufungue, nenda na amani, nenda ukafanikiwe na mume wako arudi kwa jina la Yesu Amen. Mm.